Katika hatua nyingine, huko nchini Ecuador, gereza limegeuka uwanja wa vita kutokea mapigano ya kushtukiza kati ya magenge ya hasimu ya ulanguzi na madawa ya kulevya yaliyosababisha vifo vya watu 17 huku mamlaka zikitahadharisha idadi hiyo inaweza ikaongezeka. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi imesema kuwa, vurugu hizo zilianza baada ya kundi la hatari la Los Tiguerones kuagiza kuuawa kwa wanachama wa magenge pinzani Los Lobos na Los Choneros na hata wafungwa wengine wasiokuwa na uhusiano wowote. Nuku, tukio hili linahusiana moja kwa moja na agizo la nje kutoka viongozi wa Los Tiguerones, likilenga kuanzisha mauaji ya kulipiza kisasi dhidi ya wapinzani wao wa ndani, ilisema polisi. Ripoti ya awali imeeleza kuwa machafuko hayo yalianza ghafla baada ya wafungwa kuiba funguo za selo, hatua iliyowawezesha kuvamia na kuwaua wenzao waliokuwa hawana kinga. Katika hali ya kutisha, sehemu ya kati ya gereza hilo lilibadilika kuwa eneo la maangamizi. Askari waliojaribu kuingilia kati, walikuta maiti zikiwa zimelundikana kwenye korido na baadhi ya selo. Mamlaka ya magereza SNAI imethibitisha kuwa uchunguzi wa kina unaendelea na taarifa zitatolewa. Tukio hili limetokea siku tatu tu baada ya mauaji mengine yaliyogharimu maisha ya watu 14 katika gereza la Machala, mkoa wa El Oro. Taarifa ya kamanda wa polisi William Fabian Kell amesema kuwa askari waliovamia gereza hilo walikuta miili ya watu 14 waliouawa na wengine 14 wakiwa wamejeruhiwa vibaya na miongoni mwao askari mmoja wa gereza aliuawa kwa kupigwa risasi. Nuku, vitalu viwili vya gereza vinathibitishwa na magenge ya uhalifu. Swali kubwa ni je, walivukaje hadi katika mabao mengine licha ya kuwepo kwa vizuizi vya usalama? Hili ni jambo linalochunguzwa kwa kina, alisema kamanda. Tangu mwaka 2021 zaidi ya wafungwa 500 wamepoteza maisha katika machafuko yanayoendelea kwenye magereza ya Ecuador, idadi inayoashiria kiwango cha juu cha ukosefu wa usalama na udhibiti. Hii ni hali ya hatari katika taifa ikitangazwa Januari 2024, ambayo ilipelekea majeshi ya polisi katika magereza kadhaa, lakini bado magenge ya madawa ya kulevya yanaonekana kuendesha shughuli zao kwa uhuru hata nyuma ya milango ya chuma CNN imeripoti kuwa juhudi za kuwasiliana na ofisi ya rais ya Ecuador hazijazaa matunda mapambano ya madaraka gerezani yanaendelea kugeuza magereza kuwa makaburi ya wazi je serikali itaweza kudhibiti ghasia hizi kabla zijaenea zaidi endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zingine zaidi zinazojiri kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania